Kwa jina, kwa jina naitwa Angel Samuel Milinga, ni mzaliwa wa Songea wilaya ya Peramio, okay. Mm. So, um, kwa sasa na umri wa miaka 67, okay. Mm. So, na una familia pia na familia pia? Mm. Na familia, na familia ambayo ina watoto watatu ambao wa kwanza yuko form 1 sasa, wa pili yuko darasa saba, watatu ana miaka minne, bado hajaanza shule. mm. Elimu yangu ni kidato cha nne, lakini nilijiendeleza kwa kusomea masomo yangu ya nursing. Kwa hiyo hapa nilipo ni nurse pia <coughs> pia ni, nikasomea course ya mochwari attendant Kozi hiyo ilikuja tu kama surprise pale chuoni kwetu. Mkurugenzi wetu akatueleza kuwa Mafinga, chuo Mafinga ni Nema Uhai Healthcare kipo Mafinga pale. Kwa hiyo mkurugenzi wetu akatueleza tukiwa kwenye hall kuwa kuna kozi mpya imeanzishwa kwa yeyote anayehitaji, lakini wachache tukatokeza wengine waliogopa sana. Okay. <laughs> Uh, okay? Moja wapo na mimi nilikuwepo. Uh -huh. Mm. Uh, kwanza elimu kidato cha nne nimehitimu mwaka elfu mbili eh, katika, katika shule ya sekondari St Agnes Chipole Songea. Uh -huh. Mm. Mochwari Attendant. Okay. Nilipata maamuzi hayo, kwanza, napenda nisaidie jamii, napenda nisaidie jamii. Kwanza, kama nilivyokuambia mara ya kwanza, nilipenda kozi ya nesi, kwa hiyo nilikuwa nesi nasomea nesi, na, na sasa ni nesi nisaidie jamii kupambana na maradhi mbalimbali, kutibu maradhi na mengi ambayo tuna jifunza kuhusu kupambana na magonjwa ambayo yanatuzunguka katika jamii, hasa ilipotokea hii kozi kwanza nikapata wazo. Kweli nami nilikuwa na mawazo ya kusema kuwa mochwari, kwa sababu hata nikiwa mdogo sana nilikuwa na hisi mochwari ni sehemu ambayo watu kwanza wanadharaulika sana, unaona? Lakini nikafikiria nikasema kwa nini wanadharaulika? Labda hawana elimu au kwa nini wameiweka iko iwe mwisho kabisa? Kwa nini? Kwa sababu hata kipindi fulani tulikuwa tumeifiwa na ndugu yetu, tulikuwa tumeenda mocho mochwari fulani, jinsi tulivyokuta mazingira pale mochwari kwa kweli hatukupendezwa na hata jinsi hata upokeaji tunavyopokelewa. Hmm, kwa kweli si faraja si faraja eh, lakini kasema hivi, kwa nini nisiingie hii kozi? Nilikuwa najiuliza sana, unaona? Lakini baadaye nikaona acha nifanye nimeamua kufanya, acha niingie eh. Kwa hiyo ndio maana moja kwa moja nilipenda kufanya hii kazi, kwa sababu ilinigusa sana kusaidia jamii. Kwanza nikikumbuka, wafiwa wanahitaji faraja, sawa, wanahitaji faraja. Alafu pia wafiwa hao hao kuna baadhi ya vitu wanaweza wasivifahamu, ikiwa kuna watu wanasema Uki, ukishafika kama mochwari, shughuli mfano za uoshaji, inategemea na taratibu za ostari. Ndugu wenyewe akisema wanaenda kuosha nyumbani. Wanaenda kuosha nyumbani, lakini kama sasa hana elimu yoyote au hana maelezo yote kuhusu ule mwili ataoshaje? Ikiwa ule mwili una maambukizi sawa, sasa hivi kuna magonjwa mengi sana maambukizi, ikiwa kama hepatitis ambaye ni ugonjwa la ini kama unalifahamu gonjwa la Ukimwi ambalo lipo sasa, sawa na magonjwa mengi ambayo ya maambukizi ambayo yanasababisha na bakteria, fungus, eh, virus. Nikasema, acha, kuna vitu vya muhimu vya kufanya watu wa mochwari inatakiwa wajifunze, hata wale ambao bado wapo kule mochwari wanazifanya hizo kazi kwa uzoefu, inatakiwa waende shule. Sawa. Kwa hiyo nami nikaona, acha, nifanye, acha nisomee ili niweze kuelimika zaidi nielimishe jamii. mm. Kwa mwaka mmoja mm. Kitu kilicho kigumu, kilichokuwa kigumu sana darasani, labda kusema wenzetu, ukiwa darasani kuna baadhi kama mnasoma, watu wanapita nje, wengine wana kwa kweli hata nje unasikia tu maneno fulani yani, wanasema wa mochwari. Unaona, kwa kweli ilikuwa inatusumbua <laughs> kwa hiyo, kwa hiyo ilikuwa nasumbua sana. Sasa okay. Sa, tuanzie pale ambapo tayari umemaliza masomo mm. uh, ile mwaka mmoja sio? Ndio. Tayari ukaingia mtaani kutafuta ajira yani, tunataka umweleze mtazamaji Umetoka pale sasa, unajiuliza kwamba naenda kupata wapi kazi yani, ilikuwaje mpaka ukajikuta huko Geita? Kwanza kama nilivyokuambia, mimi ni mm. nimeolewa nipo Geita toka mwaka elfu mbili, kwa hiyo nimesomea ikozi nikiwa am married. Sawa, kwa hiyo nikuwa Iringa, baadaye ikabidi nirudi kwa mme wangu, japo kwa mara ya kwanza nilikuwa tumeenda kufanya field nanii seme field yangu nimeenda kufanya hospitali ya rufaa Mbeya pale, napo nilipenda nifanye kazi pale, lakini sasa kwa sababu mume wangu yuko Geita na unajua ndoa ni kila kitu, basi <laughs> nikaona nije Geita nimfuate mume wangu. Kwa hiyo nikaja Geita na nikawa natafuta hospitali za kwanza kujitolea ajira kama unavyojua, nimemaliza mwaka elfu mbili na kumi na nne. Toka elfu mbili na kumi na nne mpaka sasa bado ajira ni ishu sana. Kwa hiyo nikasema acha nijitolee, naingia kwenye hii kazi nifanye kazi. Kwa hiyo hmm. Nilipofika hapa nikaja kuomba nijitolee hapa hospitali, uzuri wa nini kubali na nikawaonyesha hata hivyo veti vyangu, kwa kweli walinipokea hmm. Mwaka elfu mbili kumi na nne mpaka kumi na tano nilienda kwa kujitolea, kwa sababu kipindi kipindi hicho kwanza ajira walikuwa natuambia ajira ngumu az, hazipo kwa hiyo <tinyo> e, kwa upande wa mauchwari na kwa wengine tuko tunaenda sehemu, wanatuambia kozi mm, ya mochwari kwanza, wanauliza umesomea wapi a kuelewelewe eh? umesomea wapi sio nini, wewe Wa... mwanamke utafanya kazi mochwari, unaona <laughs> kwa hiyo hivyo vitu navyo vilikuwa vina hasa hata kusema wa kuajili mm, ilikuwa naona ngumu eh, ilikuwa okay. ngumu baada okay. na, baada hapo nilipoendelea kujitolea basi hospitali kama hospitali, sehemu ambayo nani, wakaona uzuri wa kazi yangu. Kwa kweli wali appreciate kazi yangu, walikuwa wananipa hata posho, wananipa kwa kweli, kwa ananipa posho, nisiseme siseme uongo. ni chumba cha kuhifadhia miili chumba cha kufadhia maiti mm, mochwari. Na kazi kuu ya mochwari, watu wa mochwari sawa, yaani mimi kazi yangu kwanza ni kuhifadhi miili kwa njia mbalimbali. Kwa hiyo unaweza kuhifadhi miili kwa njia mbalimbali kama kutibu miili, na natibu miili kwa kutumia dawa ambayo inaitwa fomalini. Sawa, mm na pia kazi nyingine ya mochwari ni kutunza kumbukumbu -kumbu ambazo zipo za marehemu, kuzitunza zisipotee, kwa sababu marehemu anaweza akafa miaka hamsini, miaka sabini iliyopita, kumbukumbu zake data zake ziwepo. Pia kazi nyingine ni kusaidia kufanya postmortem. Postmortem unafahamu kufanya uchunguzi mwili. Baadhi ya miili mingine inakuwa na wasiwasi au hatihati, ndugu anakuwa na conflict, mwingine anasema amenyoshwa sumu, mwingine amejinyonga, ame sasa unapofanya postmortem, unatafuta cause of death, what is it cause of death for this dead body. Kwa hiyo tunasaidia kufanya uchunguzi. Sawa, tunasaidiaje kwa kuchana mwili, unawezak pasua kichwa tunachana kifua, tumbo, kutoa organ ambazo tunaweza tukazifiksi kwenye kemiko ambazo tunazipeleka kwa mkemia au pathologisti kwa ajili ya kutafuta nini kilichomuua. Kwa hiyo hizo kazi pia mimi nazifanya. Kwa kwa akili ya kawaida, mtu akisikia mtoto wa kike anafanya kazi ya mochwari lazima at Yes, um, wewe umewezaje kufanya hiyo kazi na mazingira ya kule ndani yakoje? Make inatisha yaani, hata mwanaume sidhani, kwa wanaume kumi nadhani wawili tu ndio weza wakajitokeza, au mmoja, au asipatikane kabisa kufanya hiyo kazi, lakini hu umewezaje? kwangu mimi na, napi, na pia nipende kuwaeleza jamii yes, sawa, Tanzania na dunia kwa ujumla, kazi ya mochwari ni kama kazi nyingine jamani, sawa, ni kama kazi nyingine ni department kama department ya X-ray, eh mfano mapokezi pale napo, au theater. Watu waliopo pale wamesomea. Sawa, mochwari ni sehemu ya kuhifadhi miili. Ile miili inahifadhiwa kwa vitu mbalimbali, tunahifadhi inahitaji ifanyiwe ifanyiwe uchunguzi, sawa, ihifadhiwe kwa madawa nani ndugu au ao relative natajua wapate maelezo ya kusema waepuke na magonjwa. Sasa kama hujasomea sawa, utakuwa unafanya kazi kwa uzoefu tu, vitu vingine utakuwa uvijui. Ndio maana hata mimi nilivyokuwa nimesomea hii kozi, kuna vitu vingi ambavyo mimi nimevipata, hata nao fanya nao kazi sasa hivi kwa uzoefu hawavijui, ila mimi nawaelimisha na, na wenzangu okay. sawa Hey. Um, kwenye... Kwa hiyo ni, ni kazi kama kazi nyingine, yani waione ni, ni kazi ambayo inahitaji elimu okay. sawa hey. uh, hey. nipo hospitali okay. hmm. kwa kwa ni okay. hmm. ya mkoa Geita, kwa kwa pale wa mochwari kitengo, tuko wafanyakazi wawili, mmoja wa kiume, mimi ndo wa kike kwa haraka haraka, labda sisi watu tunajua, sawa, ni kazi nzuri na inakuongeza kipato, lakini najua kuna changamoto zake. Changamoto zipo. mm -hmm. Changamoto zilizopo, changamoto zilizopo ni labda kutopatikana vifaa vya kukinga vya kujikinga wakati wa ku kuandaa mwili, kuhifadhi mwili. Ziko changamoto hizo nazo na zinakwepo changamoto nyingine watu kuto kukubali unapomwelimisha kitu, yani anakiona cha kawaida tu, kwa sababu mwingine unamweleza umuhimu wa kutibu miili, mfano kama ndugu, unaeleza umuhimu wa kutibu miili, mfano kama homa ya ini, maambukizi yake yapo nje zaidi, ile fluid, maji maji yale, akikugusa tu, lakini mwili unachukuliwa pale, unapelekwa nyumbani kama haujatibiwa na baadhi yao wengine wanakuwa na mila na desturi, kwa mili haiguswi, mili yetu haguswi, mwanamke mwili, yani kuna zile mila na desturi, nazo ni changamoto kwa kweli. Okay. Mm. Kwa ujumla kama unavyojua mochwari ni department ambaye bado miundo mbinu Imejeng... kwanza zimejengwa kama nyumba za kuishi, lakini najua baadhi ya mochwari duniani kuna mochwari zimejengwa standadi. Mochwari nyingine baadhi zimejengwa kama mfano, unaweza ukawasafisha maji unatoa nje, lakini mochwari inatakiwa ijengwe, maji yote unaosafisha ndani, contamination zote zilizopo ndani ziishie ndani, umwumo inaingia kwenye chemba natoka nje lakini mochwari nyingi zimejengwa kizamani sana, kwa hiyo hii nayo ni changamoto. Kwa hiyo ni kuomba yani serikali mbalimbali duniani ziangalie upande wa mochwari, ujengaji wao zijengwe ki... kisasa okay. sawa, kuna hii pia nyingine ambayo Sawa, ni binadamu lakini akishafariki yani hapa yani, yani, wewe mwanamke... yani, nataka nikwambie kitu, kama nilivyokuambia zamani, kazi ya mochwari waliokuwa wanachukua mtu tu yoyote tu, mfagizi wa barabarani, mfagizi wa wapi wapi, wanachukua wanamweka mochwari afanye hiyo kazi, lakini mochwari ni sehemu muhimu sana mtu kupata elimu kwanza, inatakiwa mochwari mtu aliyesomea nesi, kwa sababu mtu aliyesomea nesi ame, anaelewa vitu vingi. Sawa, ukimchukua mtu yuko barabarani, umemchukia from nowhere, yani mtu ujui ametokea wapi, kama alikuwa anavuta bangi, kama alikuwa anakunywa pombe. Sawa, ataendelea na tabia yake ya kunywa pombe. Sasa unafikiri akija pale mochwari ataacha kunywa pombe kwa sababu ameingia mochwari? lakini nataka ni kutoa hii kitu, ondoa kabisa, hakuna ondoa fikira hiyo, na nataka dunia nzima waelewe, mochwari si sehemu ya mtu kwenda, amechanganyikiwa, anakunywa na pombe, amevuta bangi. Mimi ni mama ambaye najitambua, sinywi pombe kama unavyofikiri, sivuti bangi, nafanya kazi yangu kwa uweledi eh? na uzuri na nimesomea na kama unavyosema elimu haina mwisho, naweza nikaendeleza na nikajiendeleza nika, tena kujisomesha tena. Sawa, okay. E. Uh, ni fikra tu potofu watu ambao wanazijua saa, e. kuna, kuna, kuna, imani kuna vitisho gani ambavyo unakutana navyo ha? kwa upande wangu mimi toka nimeingia hakuna vitisho, sijavipata vitisho vyovyote. <laughs> Yes. Nikwambie kitu yaani yes. Kwa kweli kwa upande wangu mimi kuna kipindi tuk tulikuwa tumeenda kufanya field. Kuna wazee wale wanaofanya kazi pale mochwari walituambia kuna mtu mm, ambaye eh, alikuwa na alizimia, sawa ni mwaka sabini na mbili. Alitusimulia alizimia tu, ni wale ambao wanaanguka kifafa kwa hiyo alipozimia wakajua amekufa, wakampeleka mochwari. Sasa ule ubaridi ule ulivyompiga tu waka, kia. Sasa hapo, mtu kwanza, akifa amekufa, kiumbe akifa amekufa, hamna mtu anayekufa na kufufuka hakuna, kisayansi, sisi tuliosoma, hakuna mtu anakufa akafufuka hakuna, kiumbe kikifa kimekufa, hmm. Mm, kwa uzoefu wa kazi sasa hivi sina woga wowote. Na kwa mara ya kwanza tulipokuwa tunasomeshwa kipindi hicho, kwanza tulikuwa tunaiona miili, tulikuwa tunafundishwa na mwalimu wetu kwenye laptop, miili kutoka sehemu mbalimbali tunaonyeshwa, labda alikuwa ili kututoa woga, lakini kwa upande wangu mimi hapana, yaani sina woga wote na, sina kwa, kwa, kwa, kwa, kupokea, uh, miili hata mingapi kwa siku naweza ngapokea miili mitatu minne hivi kama nani iki, ikiwa, ikiwa ikiwa, kama miili kwenye friji imejaa, tunalaza hata chini. Kama kuna baadhi ya hospitali ziko karibu, tunaomba iziende kule zika. Kama hakuna, basi tunailaza chini na kila siku miili huwa inatoka. Kwa hiyo inapopungua ina, ina, ina, ndani ya friji tunaiingiza mm. Na wakati mwingine hata kuilaza kwenye sakafu, si useme eti umeidhalilisha umeifanyaje nayo, na ni moja ya kuhifadhi, moja imbamingio, kwa sababu ubaridi uliopo kwenye simenti unasaidia mwili kuto haribika, ule ubaridi unasaidia. Lakini kwa mtu ambaye haelewi, anaweza kaisi maiti unaitesa pale mm. lakini tunakuwa na wakati wa kuwaeleza wale ndugu kwa utaratibu waelewe.